Unampa ujeuri unampa hasira, achia yesi, achia roho ya hasira toka. Toka roho ya hasira, ndio Yesu amekuona, Yesu amekuona una hasira, pepo la hasira limekaa kwenye kifua chako Haya, tunakataa uongo wa shetani uongo wote uondoke, okay. huyu ni mtumishi wa Mungu ha. Sasa macho chini, atakuongo macho chini, simwangalie kwa, kwa jina la Yesu, ewe pepo la asira leo ndani ya moyo huu ngoka, toka asira huyo, weka mkono nena kwa weka mkono nena nena kwa kwa lugha lugha, weka katika katika jina Yesu, mkono nena kwa lugha, weka mkono nena kwa lugha katika jina Yesu, katika kila roho za mateso toka mabinti wabinti, yes. Toka pepo. Ondoka ndio toka achia binti toka achia ndio umejificha toka achia. Asante Roho Mtakatifu kwa s Ninaachilia moto ndani ya mama huyu kila roho zote toka achia. Toka achia ndio toka achia maisha ya mama huyu. Toka achia kibali toka achia maisha Achia kibali, achia kibali, achia kibali, achia kibali chake shetani, na kujanganya kibali. Roho ya kukata tamaa iondoke. Roho ya kukata tamaa kwenye maisha, Roho ya kutokuona future mbele yako, nafungua maisha yako sasa. Mikandamizo ya kipepo ndani ya maisha yako, piga mikandamizo hiyo, toka kuzimu, achia kwanames shetani, achia, toka kuzimu, achia toka... <todio> <todio> Mungu anaenda kutenda muujiza, Mungu anaenda kutenda muujiza. Unaamini? E Bwana Yesu, ninakuamini Baba, ni kwa ajili ya utukufu wako uliponionyesha mateso ya mama hawa na uchungu walio nao na kilio alicho nacho, operesheni yako itembee kwenye mwili huu. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus! Pokea mama lakata, papa papa papa papa, pokea neema kama yako. Mapepo yanaozuia, kama ziko roho za kichawi zinazozuia, hizo roho sasa kwa moto fire! Toka hiyo roho, toka chia tumbo lake, toka chia tumbo lake, toka kuziba chia mirija yote ya uzazi, toka chia, funguka Sante, Roho Mtakatifu kwa neema, pokea mama, katika jina Yesu. Endelea kumshukuru Mungu. Mshukuru Mungu kwa niaba ya mtoto wako. Baba, asante kwa ajili ya mtoto huyu. Mama kwa imani amesimama sasa, operation yako iendelee. Jesus, iendelee kwa yule dada. Katumbo. Yesu, tunachilia neema yako. Tunachilia neema yako kwa yule mtoto wake. Damu ya Yesu ikapite, pokea kufunguliwa, pokea kekoro, tumbo la uzazi, mirija ya uzazi funguka. Sante, Roho Mtakatifu kwa nama Yesu. Ee Yesu, naachilia nguvu yako. Ewe pepo uliyefunga tumbo lake, naachilia moto. Roho ya mauti, roho ya kupoteza, toka chia, toka ile pepo toka, toeka kuzimwa chia, katika jina Yesu. Pokea neema, pokea uzima katika jina Yesu. Asante Roho Mtakatifu. kwa utukufu wa Mungu Baba, hebu tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi. Naomba unisaidie kumshangilia Yesu tena. Napomalizia tumpe Mungu wetu utukufu. Inua tu mikono kwanza. Yesu ninakushukuru. Yesu ninakubariki. Ulichotuagiza kuja kufanya hapa kama Idara ya Maombi Taifa ndani ya kanisa hili tumekikamilisha. Kwa hizi siku ambazo tumekuwa mahali hapa, siku saba. Mungu, mafundisho yote na maombi na maombezi na ukombozi yaliyofanyika mahali hapa, Baba, hatugusi utukufu wako. Baba, hatukaribi utukufu wako. Tunakupa utukufu wote, Baba. Sisi ni punda tuliokubeba, tumekubeba ili uponye, ufungue. Maana ungekupa katika mwili hii ndio kazi ungeifanya. Lakini Mungu umesema utakuwa ndani yetu na sisi ndani yako. Kwa kuwa uko ndani yetu na sisi tuko ndani yako anayefanya haya yote si mwingine ila ni wewe Yesu, nami nakurudishia utukufu wote na heshima. Asante kwa kuponya, asante kwa kufungua, asante kwa kukomboa, asante kwa kufundisha watu wako Baba. Nanyenyekea kwenye madhabahu hii, nashuka miguuni pako, na wote kwa pamoja tunasema Sifa, utukufu, heshima, ukuu, uweza, mamlaka, nguvu, neema ni vya Yesu. Pigia Yesu, pigia Yesu, pigia Yesu, pigia Yesu, pigia Yesu, yes, makofi. Pigia Yesu wakati baba mchungaji anakuja mahali hapa, mchungaji kiongozi, wakati anakuja, ongeza makofi kwa Yesu wetu Pigia Yesu makofi mengi, wakati watoto wa Mungu mnarudi kwenda kukaa na, kuka, na mchungaji wetu anakuja. Makofi haya ni ya Yesu, sio ya mchungaji, ni ya Yesu. Ongeza, ongeza, ongeza, ongeza kwa Yesu, wakati mchungaji wetu amefika katika madhabahu hii. Asante Bwana Yesu, na utukufu wote ni wako. Haleluya, hivyo hivyo, tukawa tumesimama, tukawa tumesimama. Baba yetu na Mungu wetu, tunarudisha sifa zote na heshima na shukrani, mfalme, wewe unayestahili uliyetufanyia haya yote Bwana, kwa utukufu wa jina lako Baba. Ubarikiwe, mbariki mtumishi wako, mrushie nguvu na afya njema mfalme, uhisha nafsi yake Bwana, fanya upya ndani ya mwili wake, na Mungu mtakatifu, muongezee neema katika kuendelea kulitumikia kusuli lako katika jina la bwana wetu Yesu, amina. Asante sana, kuombe ukae.